Hii okay. Ni jifunze leo YouTube channel. Karibu uweze kusubscribe. Kisha subscribe, gonga hiyo kengele ili uweze kupokea taarifa zetu za video mara kwa mara. Hii ni sehemu maalum, channel maalum kwa ajili ya kujifunzia watoto wa shule ya msingi. Okay, pale sekondari pamoja na kuendelea, lakini leo tuende kuangalia mara ya pili ya kuzidisha na kugawanya. Baada ya kwanza tuliangalia kutoa na kujumlisha au kuongeza. Aha, hapa tuna hesabu zipo ngapi? Hesabu zipo mbili. Kuna hesabu ya kugawanya na hesabu ya kufanya nini, ya kuzidisha. Okay, kinyume cha kugawanya ni kuzidisha na kinyume cha kuzidisha ni kugawanya. Lakini kabla ya yote kwenye description au maelezo ya video hii hapo chini, nimekupa ofa uweze kudownload mtihani wenye majibu na maswali okay, kwa ajili ya mwanao au kwa ajili ya wewe unajifunza hapa. Hesabu ya kwanza inasema hivi, gawa 672 kwa 8. Gawa 672 kwa 8 6 mia sita sabini na mbili kwa ngapi? Gawa kwa nane. Tunaanza kugawanya okay. Lazima tuelewe kwamba hesabu ya kugawanya ina misingi yake. Cha kwanza, lazima ujue kwamba tunaanza kugawanya hii ya ndani tunagawanya kwa ya hii ya nje kwa pamoja. Tunaanza na kwanza, namba moja moja, tuanze na hii sita, alafu tugawanye kwa ngapi? Tugawanye kwa hii ngapi, kwa hii nane. Moja kwa moja, maana yake una vitu sita, wape watu nane. Tunaona kabisa sita ni ndogo kuliko ngapi? Kuliko nane. Kwa maana hiyo sasa, tutaenda mpaka kwenye ngapi, kwenye hii saba. Itakuwa ni sabini na ngapi? Sitini na ngapi? sitini na saba tugawanya kwa ngapi? Tugawanye kwa nane, okay. Maana yake sasa tunachukua kwamba ni nane mara ngapi? nane mara ngapi tupate hiyo ngapi sitini na saba okay? Uh, tunachokifanya ni kitu gani ni kwamba tunaangalia je, nane mara ngapi sitini na saba? kama ipo kwenye jedwali kwamba nane mara ngapi sitini na saba kamili haina shida, lakini tunaangalia namba ambayo inakaribia. Kwa mfano nane mara ngapi sitini na saba? tukichukua nane mara tano ni arobaini, okay. Nane mara sita arobaini na nane, okay? na nane mara saba okay, inakuwa ni hamsini na ngapi? Hamsini na sita, okay. Nakuja nane mara nane ni sitini na nne, okay, sitini na nne, sitini na nne halafu tunakuja nane mara inayofuata, unaona kwamba itapofuata itazidi. Kwa hiyo tunachokifanya ni kitu gani kinachofuata hapa ni kwamba tunachukua namba inayokaribia ambayo ni ngapi? Ni nane mara nane, nane mara nane. Kwa hiyo tutaweka ngapi? Tutaweka nane. Nane mara nane ni sitini na ngapi? Ni sitini na nne. Okay unatoa sawa, kwa utachukua tutatoa ngapi? Tutatoa saba kutoa ngapi? Kutoa nne. Ok, saba kutoa nne ni ngapi? Ok, saba kutoa nne ni tatu, sawa. Uh, tunakuja hapa, tunakuja hapa tunakuja sita gawanya sita, toa sita, sita kutoa sita hapa, sita kutoa sita tunaona kabisa ni sifuri, kwa haturuhusiwi kuandika sifuri mbele ya hii ngapi? Mbele ya hii tatu, tutaacha kama ilivyo. Tutakachokifanya, tunaisaidia hii tatu kwa kushusha hii ngapi, kwa kushusha hii ngapi, hii mbili hapa, okay tashusha hii mbili hapa iwe 32, 32 2 ganya kwa nane mm, kwamba nane mara ngapi tupate 32? tupate 32 ngapi? 32 m moja kwa moja, ukienda kwenye tebo utapata nane mara nne ni 32. Ngapi? 32, nane mara nne 32 nane mara nne. Kwa hiyo nne mara nane ni thelathini na ngapi? ni thelathini na mbili. Ukitoa mbili, kutoa mbili, kutoa mbili, jibu lake ni ngapi? ni sifuri. Tatu kutoa tatu, ni jibu lake ni sifuri. Ok, kwa maana hiyo sasa tutapata jibu hapa ni ngapi? Jibu letu itakuwa ni ngapi? Jibu letu itakuwa sawasawa na 84. Ili ndo nini? Ili ndo jibu basi. Usikose kusubscribe hii channel, tuweze kuletea video nyingine nyingi zaidi na zaidi. Okay, tuende hesabu inayofuata. Okay, tuangalie hesabu nyingine inasema lufu. Gawa elfu kumi gawa elfu moja na hamsini na sita kwa kumi na mbili Gawa elfu moja na hamsini na sita kwa ngapi? Kwa mbili. Okay, nasema gawa elfu moja na hamsini na sita kwa kumi na ngapi? Kwa kumi na mbili kama kawaida ya hesabu yetu Tuna, tunajua kwamba hivi tunagawanya hii namba ya ndani kwa hizi namba za ngapi? Hizi namba za nje ndo mantiki ya kugawanya, na tunapogawanya hii ni gawanya bila baki. Kwa maana hiyo sasa tupate jibu moja kwa moja kwamba hapo juu tutachukua itakuwa ni namba ngapi, tukizidisha na hii kumi na mbili tupate Elfu moja na hamsini sita. Okay. Lakini ili kuanza kwe, kugawanya kirahisi tunachukua moja gawanya kwa kumi na mbili, tunaona kabisa moja ni ndogo kuliko kumi na mbili. Tunasema hapana, lazima tusogee kwenye namba inayofuata ambayo ni sifuri. Tunasema kumi gawanya kwa kumi na mbili, bado tunaona kwamba hiyo ni nini? Hiyo ni ndogo tunafanya nini? Tunaenda moja kwa moja mpaka kwenye mia moja na ngapi? Mia moja na tano. Gawanya kwa ngapi? Kwa kumi na mbili. Yaani ngapi tukizidisha na kumi na mbili tutapata mia moja na tano? Okay? Uh, kama una karatasi pembeni unapofanya mtihani, inakuwa ni vizuri zaidi, lakini kumbuka kwamba hivi kinyume cha kugawanya ni kuzidisha. Kinyume cha kuzidisha ni kufanya nini? Ni kugawanya. Haya, tuanze hapa. Mia moja na tano ganya kwa kumi na mbili na una kumi na mbili hii hapa. Ukichukua mbili, kumi na mbili mara kumi unapata mia moja ishirini. Kumi mara kumi na mbili unapata mia moja ngapi? Ishirini. Unaona kabisa hiyo tayari ni kubwa kuliko hiyo ngapi hiyo mia moja na ngapi mia moja na tano je tushuke kidogo kwamba tuchukue kumi na mbili mara ngapi mara tisa tutapata ngapi tisa mara mbili ni kumi na nane tisa mara mbili ni kumi na nane na tisa mara moja ni tisa na ile moja itakuwa ngapi mia moja na nane kwa tayali bado m mia moja na nane ni kubwa kuliko mia moja na ngapi? Mia moja na tano bado, hii hesabu kwetu tutakuwa tufanya nini? Haitufai kuweka hapo chini, kwa sababu unaruhusiwa kuweka hesabu ambayo ipo ndogo ya hapa au inayofanana. Tuliweka kwa, kwa, kwa ngapi? Kwa tisa, imezidi. Tuchukue sasa kumi na mbili mara nane, tuone itakuwa ni ngapi? Nane mara mbili ni kumi na sita, na nane mara moja ni nane, na ile moja itakuwa ni ngapi? ni 96 hii, walau sasa tunaweza tukasema nini? Ndio inafaa kwa sababu inakaribia. Ukitaka uweke mara tisa inazidi. Ho, inapanza kuzidi achana nayo, chukua hii ya chini yake. Hapo ni tisini na ngapi? tisini na sita Okay? tisini na sita kwa hiyo itakuwa ni ngapi? Itaingia mara nane sawa. Nane mara kumi na mbili ni ngapi? ni tisini na sita zingatia unavyoandika hiyo tisini sita, ukumbuke kwamba kuna mamoja na makumi kwao. Hii inaanza hapa, unakuj andika hapo tisini sita, hii moja nabaki pekee yake hapa. Kimahesabu ya kugawanya lazima tuweke alama ya kufanya nini, alama ya kutoa. Tunachukua auku miamoja na tano toangapi, toa tisini na sita. Tunaanza kufanya nini? Tunaanza tunaanza kutoa tuchukue, tano kutoa ngapi? Tano kutoa sita, tano kutoa sita, tano kutoa sita. Kwa hiyo tano kutoa sita haiwezekani, tunakuja tuna onza, tunakuja kukopa hapa kwenye sifuri hii. Sifuri nayo inaonekana haina kitu, tunakuja kukopa kwenye nini? Kwenye hii moja, okay, ambayo sasa tukishakopa kwenye hiyo moja tutapeleka kwenye hii ngapi? Kwenye hii sifuri itakuwa ngapi? itakuwa ku itakuwa ngapi? itakuwa ni kumi, si ndio? Aha, hasa. sasa inabidi tu, sasa inachotakiwa tupeleke ije wapi? ije kwenye ije hapa kwenye, kwenye tano si ndio? Ije kwenye tano, lakini sasa baada tunatoa hapo kwenye kumi na baki ngapi? Tutabakia na ngapi? maana yake tutabakia na tisa. Okay, sasa inabidi iwe kichwani, sawa. So, tisa tunaweka hapa na hiyo moja tunaeaa itakuwa kumi na ngapi? Itakuwa kumi na tano kwenye hii uh -huh. na tano, tano, tano, tano kutoa ngapi? Kutoa utapata ni ngapi? utapata utapata tisa. Udap... kuna tano kutoa sita utapata ngapi? Utapata tisa okay. Hapa kumbuka pali... hapa kumbuka hapa, sasa hapa tulibakiwa na tisa. Hii hapa tulibakiwa na ngapi? Na tisa kichwani, sawa. Kwa hiyo sasa tunachokifanya ni kwamba tisa toa tisa ni ngapi? Ni sifuri, hatuandiki chochote hapa tulibaki ni sifuri. Kutoa kuna kitu ni sifuri, tutabaki na ngapi? Tutabaki na tisa pekee yake okay? Sasa hapo anachokifanya tunafanya nini? Tunachukua hii sita, hii sita tunaishusha chini sawa, hiyo sita tunaishusha hapa wapi? Hapa chini sita. Tutabaki na tisini na sita gawanya kwa kumi na mbili. a wow. unaona kabisa hapa kumi na mbili kwamba kumi na mbili, kumi na mbili mara ngapi? kumi na mbili mara ngapi ili tupate tisini na sita k okay? unaona kabisa hapa unaona kabisa hapa nini, unaona kabisa hapa pana ngapi, unaona kabisa hapa pana uwezekano kabisa wa kufanya nini, wa kuweka tulioweka hapa, tukichukua nane kama tulivyofanya sawa, tukichukua Chukua nane tukazidisha mara kumi na mbili tutapata tisini na ngapi? tisini na sita Hesabu yetu na kumi fani ni imeisha, kwa sababu hapa zimefanana, ukitoa zote zimefani ni zimebaki, hakuna kitu okay. Usikose kusubscribe hii channel ili uendelee kupata maelekezo zaidi ya zaidi, lakini hapo chini. Kumbuka kwamba kwenye description au maelezo ya video nimekuwekea maswali na majibu yasiyo ya maswali na majibu yasiyopungua 20 Download ka print na kuruhusu kaprinti. Okay, sawa tuendelee. Okay. Hesabu yetu ya pili inasema zidisha. Okay? Kipengele A hey, kinasema zidisha 340 kwa tano. Zidisha mia tatu arobaini mara tano. Sasa tunaanza hapa kwenye kuzidisha, huwa tunaanza kuchukua hii namba tunazidisha na hii namba ya kwanza, tutakuja tunazidisha na hii hapa, tutakuja tunazidisha na hii hapa, sawa eh Tunaanza tano mara hii sifuri ni ngapi? Namba hiyo tukizidisha na sifuri ni ngapi? Ni sifuri. Kwa hiyo jibu letu tutapata ngapi? Tutapata hapa ngapi? sifuri. Okay, tunakuja sasa tunachukua tano mara hii ngapi, mara hii nne, sawa? Tano mara nne jibu lake ni ishirini. Hatuandiki ishirini yote hivi, ni mwiko. Okay, ni mwiko kwao. Tunachokifanya, tunacho kifanya hapa sasa ni kwamba tunaandika sifuri na kushika moja. Tunaandika sifuri sifuri... au sifuri na kushika mbili, sio moja, kwa sababu ishirini inaandikwa ina mbili kwa sifuri na kushika mbili. Tunakuja sasa, tunachukua tano mara ngapi? Tano mara tatu. Sawa, tano mara tatu. Tano mara tatu ni ngapi? Tano mara tatu ni kumi na tano. Sawa hasa, kumbuka tulishika ngapi? Tulishika mbili. Kwa hiyo ita... tano mara tatu ni kumi na tano. Kumi na tano na ile mbili tulioshika itakuwa kumi na ngapi? Itakuwa ni kumi na saba. Sawa, itakuwa ni kumi na saba, tunaandika kumi na saba yote kwa sababu tumeshafika mwishoni, hatuna namba nyingine ya kuzidishia huko kwamba tuko tuka. Tufanye nini? Tushike basi. Usikose kusubscribe hii channel ili uweze kujifunza hesabu zaidi na zaidi. Kwa majina, tuna mwalimu Pomga kutoka jiji la Mbeya. Nikukaribisha sana usubscribe hii channel na kugonga kengele uweze kujifunza video nyingi zaidi. Asante. Hiye hesabu nyingine inasemaje? Hesabu hii inasema zidisha mia... kwa ngapi? Kwa kumi. Hesabu tunasema zidisha mia sita kwa kumi. Mia sita kwa kumi, unapanga hesabu yako kama hivi, alafu unapiga mstari hapa. Utaratibu wa kuzidisha, tunaanza kwanza kuzidisha namba gani? Hii sifuri tutazidisha kwanza kwa hii sifuri, tunakuja kuzidisha kwa hii sifuri, na kuja kuzidisha kwa hii sifuri. Okay, tukimaliza kuzidisha kwa hiyo sifuri na kupanga jibu lake kwa hapa chini, ndipo tutafuata namba inayo fuata. mm -hmm, tuanze kwamba sifuri mara sifuri jibu lake ni ngapi? Ni sifuri. Okay tunakuja sifuri hii hapa, sifuri mara hii sifuri hapa. Sasa sawa, ni ngapi jibu lake? Ni ni sifuri, jibu lake ni sifuri. Ok, tunakuja sifuri mara ngapi, mara hii sita. Namba yoyote ukizidisha kwa sifuri ni ngapi? Ni sifuri. Koo, tutaandika ngapi hapa? Sifuri hapa mstari wa kwanza itakuwa ni nini? Sifuri mwanzo mwisho ndipo. Sasa tunakuja tunachukua hii moja tunazidisha kwa hii hapa sifuri, kwa hii sifuri, kwa hii sita. Jibu lake tutakuja tunaandika hapa chini, tutaanza kuandika hapa kuja wapi? Kuja huku sawa eh? Kwa hiyo sasa tuchukua moja mara sifuri namba yetu nambao tukizidisha na sifuri ni sifuri. Kwa hiyo itakuwa tutaandika ngapi hapo? Tutaandika hapa sifuri, tunaanza kuandika hapa. Okay, tunakuja na mmoja mara sifuri ya hapa. Okay, jibu lake ni ngapi? Tujibu lake ni sifuri. Tunakuja mmoja mara sita. Okay, jibu lake litakuwa ni ngapi? namba yoyote ukizidisha kwa moja ni namba hiyo hiyo. Kwao moja mara sita ni ngapi? Moja mara sita ni sita, halafu unapiga nini? Mstari namna hiyo, unapiga mstari namna hiyo hiyok. okay? unachokifanya unafanya nini sasa? Unajumurisha, ndipo utapata jibu sahihi. Unaanza sasa huku okay? Unaanza na hii namba hapa, unashusha chini mm -hmm. Sifuri ongeza hakuna kitu hapa, hakuna kitu hapa, jibu lake itakuwa ni ngapi? Jibu lake litakuwa ni sifuri. Kwa tutaandika chini ngapi? Jibu lake tutaandika chini, jibu lake tutaandika chini ngapi? Tutaandika chini hapa sifuri. Okay, tunakuja sasa, sifuri ongeza sifuri. Okay, sifuri ongeza sifuri, ongeza sifuri ni ngapi? ni Sifuri. Okay? Tunakuja tena hapa, sifuri ongeza ngapi? Ongeza sifuri, jibu lake litakuwa ni ngapi? Jibu lake itakuwa ni... sifuri. Kwa tuandike vizuri, jibu lake litakuwa ni ngapi? Ni sifuri. Namna hiyo tunakuja hapa, sita ongeza hakuna kitu hapa juu. Sita ongeza hakuna kitu hapa, kwa hiyo jibu lake sita ongeza hakuna kitu tutapata ni ngapi? Tutapata jibu ni sita. Kwa jibu letu jumla itakuwa ni elfu sita. Elfu ngapi? elfu sita. Hii ndio hesabu yetu na kwa nini imekamilika kwa namna hiyo. Sikose kusubscribe hii channel, bonyeza neno subscribe lakini gonga hiyo kengele uweze kupokea video nyingine pindi tutakapokuwa tumeupload. Hili ni wiki la hesabu. Asanteni sana.